Kwingineko, wazazi wenye watoto wanaoishi na ugonjwa wa utindio wa ubongo au Cerebral Palsy wametakiwa kutafuta matibabu ya mapema ili kuwasaidia katika ustawi wao. Wito huo ulitolewa wakati wa mbio za kuelimisha watu kuhusu ugonjwa huo katika uwanja wa Shule ya Msingi ya PCEA Thirime huko Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Hazikuwa mbio za kawaida bali zilikuwa mbio zenye nia na dhamira. Lengo lilikuwa kutoa ufahamu kuhusu ugonjwa wa kupooza kwa ubongo unaoathiri mamia ya watoto. Hafla hiyo ambayo ilipewa jina la Njeri Maria Cerebral Palsy ilifanyika leo katika uwanja wa Shule ya Msingi ya PCEA Thirime huko Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Uh, uh, uh, iliwaleta pamoja wazazi walezi, na waathiriwa wa ugonjwa huo. Njeri Maria ambaye ni mwathiriwa wa ugonjwa huo alitumia fursa hiyo kuwataka wazazi wenye watoto wenye tatizo hilo kutowafungia nyumbani na badala yake watafute matibabu ya mapema. Yeah, are... alisema wanalenga kuwasaidia zaidi ya watoto elfu moja huku zaidi ya watoto wanya nane wakiwa tayari wananufaika na wakfu huo. Katika hafla hiyo, wazazi wenye watoto wenye ugonjwa huo waliitaka wizara ya elimu kuanzisha madarasa maalum katika shule zote za umma ili kusaidia watoto hao kupata elimu kwa urahisi you to hide their children, to bring them out child. Wakati utafika utaona huyu mtoto ametembea. Kwa nini? Kwa sababu uko na ile harakati ya kumchukulia Eh, kwa kumchukua kumpeleka kwenye madaktari madaktaritmu. Dira ya Magwiji <coughs>